Muda wa kufikiria kila neno unaloambiwa na watu, unaloambiwa na rafiki zako, unaloambiwa na jamii. Ipe muda wa kufikiria kwanza, usiwe mwepesi wa kufanyia kazi kila maneno unayoambiwa. Kwenye kitabu cha Misali sura ya kumi na nne mstari wa kumi na tano anasema, wajinga wanaamini kila neno, lakini wenye busara anasema wanafikiria sana kabla ya kufanyia kazi anajipa muda wa kujifikiria, na ndio maana asubuhi leo wakati unaenda kazini, mimi ninakushauri kwa jina la Kristo, ni kwamba fikiria kile unapoambiwa jambo, neno lolote tunaloambiwa na jamaa na ndugu na marafiki, sikiliza, jipe muda kulitafakari kabla ya kufanyia maamuzi. Waswahili wanasema fikiri kabla ya kutenda. Amen, usifanye maamuzi kwa maneno ya kuambiwa Muda mwingine mtu anakuambia neno ili, ili lengo tu akuaribie, na kwa kwa hujajipa muda wa kulitafakari, unaribikiwa. Asubia leo na kushauri kwa jina Yesu, fikiri kabla ya kufanya maamuzi, na Mungu atakubariki sana. Sema amen, haleluya.